Wafanyakazi wa majumbani ni sekta ambayo imekuwa ikionewa kwa muda mrefu kwa kuwa hawachukuliwi kama wafanyakazi wengine kutokana na kufanyiwa vitendo vya ukatili kutoka kwa waajiri wao. Hii leo katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya wafanyakazi wa majumbani, wameamua kuonyesha moyo wa mawingu kwa kutoa misaada mbalimbali katika hospitali ya rufaa ya Amana iliyopo jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa majumbani nchini, Zanini Athumani anaeleza lengo la kutembelea hospitalini hapo na kupokelewa na muuguzi msimamizi wa wodi ya watoto wachanga Mary Machange. Sisi kama wafanyakazi wa majumbani tumeungana kwa pamoja, tumetafuta kitu kidogo ambacho kama hiki tumekuja kukuleta hapa katika hospitali ya Amana ili kuwasaidia wakinamama na watoto kwa sababu ni nini? Tumeguswa kwa sababu tumeona sisi katika kazi za majumbani, asilimia kubwa watu tunawahudumia ni mama pamoja na watoto. Kwa hiyo kwa wageni wetu pia mliokuletea vifaa kama hivi, yani ni faraja ya kubwa kwa sababu wale watoto ambao wametupwa, wameokotwa eh, watoto ambao huku, watoto ambao wa mazao wamefariki, ndugu wameenda kuzika, wanasubiri paka wamalize taratibu za kuzika ndio tunatumia vifaa kama hivyo, pamoja na kuonyesha moyo wa mawingu. Wafanyakazi hao wakaeleza changamoto wanazopitia kutoka kwa waajiri wao na kuiomba serikali iweze kuridhia mkataba wa kazi za staha namba 189 ili nao waweze kuthaminiwa na kutambulika. Tunaomba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kabla hili Bunge la Jamhuri la Muungano wa Tanzania kuisha, tunaomba uridhie mkataba namba 189 wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa majumbani, kwani mkataba huu umetulenga sisi wafanyakazi wa majumbani, kuwalenga watu wengine, na haki zetu zote zimeorodheshwa katika mkataba ule, masaa ya kazi, mkataba wa ajira, likizo ya uzazi, likizo ya mwaka, hasa sisi wafanyakazi wa majumbani, kwa sisi wanawake tunatisa Wagala Shungu ni mwanasheria kutoka chama cha wafanyakazi wa majumbani Chodau, anaeleza hatua zilizofikiwa mpaka sasa katika uridhiaji wa mkataba huo. Tumeahidiwa kabla ya uh, bunge kufungwa, mkataba wao wa kimataifa namba 189 utaanza kujadiliwa bungeni na hatimaye kuridhiwa. Kwa hiyo naomba sana serikali yangu iridhie mkataba wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa majumbani. Wafanyakazi wa majumbani ndio walezi na wameonyesha umoja wao kwa kuja hapa hospitali na kuleta vifaa kwa ajili ya mama, kwa ajili ya watoto, kuonyesha ni kiasi gani wao ni wanafamilia, lakini ni kiasi gani pia wao ni walezi ambao wanajali jamii yetu.